na tuliweza kutrain madereva wapatao mia mbili hamsini kwa ujumla ambao wameenda kufanya kazi Moffat, na bado tunashirikiana nao, lakini kwa kutambua uhitaji tukajipanga kwamba huu iwe ni mwendelezo, na niseme tu kwamba hawa madereva watakaohitimu leo si kwamba wametoka lena, ni madereva mahiri wa mabasi, wana vyeti vya kuendesha mabasi lakini hii kozi inachokifanya ni kuwajengea uwezo wa kuendesha mabasi ya mwendokasi. Kama unavyofahamu mgeni rasmi na sisi wote ni kwamba haya mabasi ya mwendokasi yako tofauti na mabasi ya kawaida, na pia njia yake iko tofauti kidogo na njia hizi za kawaida. Kwa hiyo tunachokifanya kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ni kuwajengea uwezo moja, tunawajengea uwezo wapate kulifahamu basi lenyewe linavyofanya kazi; pili, wafahamu miundo mbinu ya hili basi linapopita; na tatu, tumewajengea uwezo katika kipengele cha customer care. Najua abiria wa mijini, nafikiri mheshimiwa Waziri unajua, wanahitaji customer care kidogo tofauti pengine na wale wa long safari, na pia kama wote tunavyofahamu miundombinu haya hii ya mwendokasi vituo vile vya kusimama viko tofauti na hivi vituo vingine. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, tuko tayari kuendelea kupokea maelekezo yenu na tuko tayari kuyatekeleza, lakini tukuahidi tu kwamba mwisho wa kozi hii tayari wameshaanza kujiandikisha wengine. Kwa hiyo sisi itakuwa ni bandika bandua, mpaka pale ambapo tutaona kwamba hawa madereva wamefika mahali wametosha, lakini sidhani kama watatosha, kwa sababu tulikuwa tunateta na mgeni rasmi kwamba kuna soko pia la ajira kule Katari, na sisi tumejipanga kuendesha kozi ya kuorienti hao watu kwenda kule Katari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyoniuliza, niseme tu mbele ya ya vyombo vya habari hapa tumetengeneza special kozi, yani kozi maalum kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa kujiandaa na mitihani wale watakaokwenda Katari. Sio kwa sababu tunawajengea tu kwa ajili ya kufaulu mitihani, lakini tunawaongezea umahiri. Kwa kufanya hivyo, tunajua chuo chetu kitashiriki juhudi za serikali za kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanapata ajira ndani na nje ya nchi. Niombe tena kwa makampuni haya ambayo yapo tayari hapa Moffat, Rudat na wale wengine wote ambao wanakuja, msiajiri dereva ambaye hajapitia haya mafunzo. Hii itaongeza umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunapata wataalam, madereva wetu ambao wamepata kufundishwa na kupata skills ambazo zitatusaidia ama zitawasaidia wao kuendesha mabasi yale. Kwa hiyo niombe nguvu zaidi ya mashirikiano yenu kati ya chuo hiki pamoja na makampuni yenu kuhakikisha kwamba wote wanaoajiriwa basi wapitie hapa, na wale ambao mmeshawaajiri wako kule, wameanza kufanya kazi hizo bila kupitia mafunzo haya, nielekeze special program iandaliwe kwa ajili ya wale ambao tayari mmeshawaajiri ili waweze kuja kupata mafunzo haya wasije wakakosa kazi kwa sababu inawezekana kigezo hiki mwisho wa siku kikatumika kwenye kuajiri madereva wengine. that miundombinu unaiangalia, lakini hii miundombinu isipokuwa na utunzaji, ambao utunzaji unaendana na uwepo wa watu ambao wana skills za kuendesha yale mabasi, tutakuwa tunarekebisha miundombinu yetu kila siku na wewe umefanya jambo jema. Tusiendeshe kim, kiimla kwamba tu kwa sababu mtu anaweza kuingeiji gia na kutoa gia basi aende kwenye kazi hii. Watu wapate utaalamu kama huu ndugu zetu hapa walioupata, ili angalau hata shughuli inayoendelea kule barabarani iwe shughuli ambayo, uh, inatumia weledi ambao ndugu zetu hapa wameupata. Tuwe na madereva wa kutosha ambao huyu akiondoka anaweza kuajiliwa mwingine kutoka mahali popote nchini. Lakini kama lile ulivyosema mkuu wa chuo, ule mpango wa kuendelea kuwa train madereva kwa ajili la soko la nje ya nchi, naomba huu uupe priority kwenye kazi zako ambazo unazipanga hapa chuoni, ili itakapotokea nafasi zile, basi wenzetu watakaokwenda kule waweze kuajiliwa. Wakipata ajira kule tayari pia na sisi kama nchi tutakuwa tumepeleka wenzetu nje, lakini pia tutaendelea kupata kipato ambacho wale watakaokuwa kule nje watakuwa wanakirejesha nyumbani.